Nam hii ni saa kumi na mbili za Afrika kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Huu unasikiliza Baraka One TV, naamini ndugu yako, tulisema kwamba matangazo yetu yatakuwa na ruka saa kumi na moja na nusu asubuhi. Kila asubuhi, amka na Baraka One TV; ni sa kumi na moja na nusu. Jambo, Habari za leo. Uh, leo ni tarehe kumi na nne za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita ndo siku nimetuma vosi yangu ndugu yangu Rajabu. Nimesikia voice zako hapa, nimesikia habari yako yenye uliongea kwenye YouTube nafikiri naifahamu vizuri, na sio mara ya kwanza mimi kutuma audio au kutuma sauti yangu katika hii namba yako. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nataka nizungumze, sipendi kokote mambo mengi, na kumbuka kwamba mwanzo niliongeaga kwamba Marekani uwezo wa kutusaidia wanao lakini watapeleka mambo yote pole polepole, awezi wakapeleka haraka, kwa sababu wale watu au tuseme Marekani, ni nchi ambayo ilikuwa inakula mwili nchi ya Kongo. Nafu malalamiko yetu nawapelekea tena wao basi sasa hivi inaenda kuwageuka wale wa- wale watu ambao walikuwa na mpachere kidogo ya kutoka Mkongo. Kwa hiyo hawezi wakaenda naye hawezi wakaenda na, na mwizi haraka haraka, ule mwizi mwenye alikuwa na wapa lazima wampeleke pole pole. Na ndio maana mwanzo nikasema Marekani ina uwezo wa kutusaidia, wanao, lakini hawezi kutu, hawawezi kutusaidia kwa moja kwa moja lazima wataenda wanafatilia pole pole, kitu kimoja kimoja, wanaenda wana cancel wana block, na sio kitu cha kusema kwamba leo na kesho kitafanyika. Hapana. Kwa hiyo kwa upande wangu kitu ambacho nitaka niseme au venye ntaka nikusini kusema kwamba tusikubali. Nilisikia eh, habari yako ya mchana wa jana kama juzi ukasema kwamba Kongo inaomba wanajeshi kutoka nje tena, ba Umoja wa Afrika waje waingie mu Kongo tena baanze hivi. Imbono tunasaulika nyuma, bashaka kujaga mu Kongo mara ngapi? Hiyo Tanzania ishaga tumaga wanajeshi mara ngapi? bashagafanyaga nini? umoja wa mataifa kwanza, wenyewe umoja wa mataifa tu bapaka sasa hivi bado wako mukongo, banafanya nini? Tusikubali, tusikubali na inchi sikubaliwe, kila mtu asikubali kwamba wanajeshi watoke nje waje watusaidie sehemu ukongo. tujisaidie wenyewe. Mm. Wanajeshi wasitoke nje kuja kutugoma kutusaidia sisi, eti watu kupiganie Mkongo. Hicho kitu, mawazo yangu na mawazo ya Wakongomani walio wengi wanaweza wakaifurahia sana kwa sababu wakikuja Mkongo awapigani awa awafanyi kila ambacho wametumwa, washaka kujaga mara ngapi? Au wanajeshi wa EAC wa Umoja wa Mataifa iin ya Afrika washaka kujaga mara ngapi? Uh, jambo jambo Baraka1 TV wanarajabu pamoja na wakongomani wote wazalendo FARDC, eh, na jeshi la Burundi, jeshi la Tanzania, jeshi la Angola. Big up sana jambo sana e. Aba wajamaa, yani tuwafunge njia vile. Sasa bwana dajabo umetangaza kwamba amefunga njia ya Bukavu kutoka Bukavu, hakuna kitu kutoka Bukavu kuingia Uvira. Hapo wamefanya mzuri sana bia sana, juu kwamba wakifunga, yani tumewafunga namba kumi kumi, ndio tumewafunga sasa juu kwamba zero, zero, zero ndio Uvira hii moja sasa, ndio kubafunga sasa. Huku pembeni pembeni kote milimani porini kote, wazalendo wiko nafunga manjia zote. Hakuna support yenye ndatoka Goma alafu ipite Bukavu ambo ikuye moja kwa moja paka Uvira haitakuwa haitakuwa juu kwamba mtutu mwingine unaangalia upande wa Bukavu, mtutu mwingine unaangalia Uvira. Tuko inji, tuko pamoja. Sasa yote watu wa Uvira msogope, mkue imara tu. Mkesikia tu wazalendo wanaanza kuingia sasa, maa mkue ndani ya nyumba musitoki na masiku hizi msimange mange sana. Tuko pamoja, au watapigwa. Jambo la kwanza awa watu diko nalalamika, o twende mkataba na Washington. Hakuna kukwenda nayo mikataba, ilishaisha tulisha maliza. Hakuna sasa vya mkataba, tulisha maliza kushinye kule Amerika, tumesha maliza kushinye mambo ya madini, kuchimba madini. Sasa hapa nataka nini? Kule kote tumeenda wapi? Sun City, Doha, kata tumeenda lakini hatutakubali tena kurudi Doha wala Katar, mambo imeshaisha. Sisi tu kitu kimoja, kuwapiga vita. Bale ba Katar ni Waarabu, bale ba terrorist Waarabu bale hawatupendi, tuko pamoja, hawatupendi. Mbo Kagame iko nasema Kongo ilichukua parti zake za Rwanda, Babelgiki walikataka mbaya nchi sehemu zote zaidi, sehemu kubwa zote ziliendaka Kongo, alafu watusi banyarwanda wakabakiza kanyichi kadogo. Huyu Kagame ni msomalia muethopia muegypti? Ni vatu wahuku basomalia baethopia baegypti? Sasa huyu atajua namunagani Kagame ajue na munagani mambo ya huku babantu, hmm. Yatamuria namna gani? Yanaijua namna gani? kama nasema kwamba Rwanda ilikuwa kama Kongo, walikataka mbaya, alete mapu ile ya zamani, tuone Rwanda ilikuwa inapita wapi na Kongo ilikuwa inapita wapi. Tuko pamoja, alete mapu hiyo, tione Rwanda na Kongo. Kongo ilipata lini independence na Rwanda ilipata lini independence? Kagame olifanya mzuri sana, olituzibua macho. Hii vita tulisema kaa, tutashimama tutaenda mbere, tutakutwanga paka mwisho, na ile Rwanda ni yetu, bilijiki lisema, Kongo ilikuwa na Rwanda haiko kule, hapa tusi hapa bakabaleta tu mule Rwanda, baende babachimbie kule, mahoro baende babafanyie kule makazi mukongo eh? Halafu saba anaanza kusema iki Kongo ni yabo ile Rwanda sisi ndio tunaenda kuichukua, itakuwa Rwanda, lakini iko mikono ya Kongo, tunaweza tunaweza kufanya ka, ka province ka Kongo, na tutaichukua. Tuko pamoja. Yule Kagame alitoka ka Uganda kule, akakuja kadhamia Rwanda, nchi ya Bahutu, alafu sisi yana anachofanya kwamba anajua nchi kuliko vale venyewe benye nchi Yaani, anajifanya bali, bali batusi wanajifanyaka ba sana babo, ndo wenye akili ya juu kuliko, sio babangu na sio, ndio tuliwafundishaka kila kitu, kusoma, angereza mlisomea hapa yote, Fransa, angereza mlisomea kama babangu, kujua kuvaa, mlivalia kama babangu, kila kitu chote ulikuwa kama sio, ndio tumefundisha babangu, ulikuwa kama kula, ulikuwa kama kuvaa eh? si ndio tumewafundisha. Kagame naye pia alikuwa masikini, alikuwaka pale Uganda. Mi nilimwonaka wakati Museveni alikamataka Uganda mwaka wa eh, 19, mwaka wa elfu moja mia tisa thamanini na nane Mseven alikamataka thamanini na sita, lakini thamanini na nane Kagame nilimwonaka pale Mukisenyi pale Mkisenyi al, alikujaka kwa fande ku, ku, moja hivi soda moja alikuwaka kanaitwa. Kafureka alikuwaka majoro Kafureka wakati huo, na Kafureka alikufaka, ni marehemu. Kagama alikuwa ntemelea mulandi kruza ya green ya, ya jeshi na ni mrefu iko kama marabusto eh. Alikuwaka ni mrefu hivi keupe, kanakuja ka pale Mkisenye. Mimi nilikuwa kanakaona, nilikuwa kanamuona sasa yes, nasemaje kwamba iti Kongo ni yapo, sijui nini na nini? Eh? Kagama alisomea ka oldi, ibe nyo wanasema, Kagama alisomea ka ntale, ntale kule alisomea ka primary. Lakini sekondari yake alisomea ka Old Kampala. Kagama alifikaka sekondari ya tano. Eh? S5 secondary Old Kampala ile shule. Anaitwa Old Kampala. Kagama ndio kwenye alisomea akatoka hapo akaingia poli. Kagama alikuwa kasiyo soda kwa wakati ya rijimu ya bobote. Ba batito kero, ba mimi wote, Kagame alikuwa kashoda ya wapi? Ah, wakati alitoka kwa tuku masomo akaingia kwa bulebele kule, akafanya kule baka mfashisha tu training kwa bulebele kule, akakuja huku akafuga batu wenye batisomaka yalikuwaka sekondari ya tano, anafuga batu wenye wiko na madiploma bako na master degrees. Ndio maana unaona mambo yake ni ya kuua eh? Vyake ni vya kuua kwa nguvu, kuua hajui hata diplomas, hajui kukaa kwa ki-diplomas. eh? Alete map enye yonyeshaka kwamba Rwanda ilikwaka noro Kivu na sidi Kivu, ilikwaka ni yabo e, alete map hiyo. Uoni azituchezesa akili Kagame, ataenda na wakati Tanzania, Burundi, Angola na nchi zingine zikaanza mapambano, zinaanza kupiga adui M23 Alafu loketi Kagama kaanza kupiga maroketi kutoka kule zinaanza kuingia huku Mukongo, wala kula mforce va soda viko naingia, tutapiga Rwanda, hata subiri te hajatupa maroketi aha na hapa kuingiza basoda, banakuja na maroketi banakuja na mabunduki zile, mabunduki zinaanza kuua watu mule. Sasa kwa nini tunasubiri kana sisi tusimuingie hii? Wakati vita inaanza, Baangola, Batanzania, basoda bote banaanza vita hiyo, Baburunde, Bakongo kwetu. Kejaribu toka kule Rwanda. Na Rwanda. E, Na jambo lingine, Rwanda na wanaandikia Burundi banataka mahusiano bakuwe wa urafiki bashirikiane pamoja wameandikia mabarua aba bashenzi, Kolonel Nanga, muko washenzi sana. Hamuna akili. Mnasema munasema mukuwe umoja. Nani ali uwaka rais ya ya Burundi mundege? An ali mpigaka na Warwanda na ule president wa Burundi. Sasa mnataka, mnataka bausiano gani mkoe tena urafiki. Kwanza mlipe president na ile ndege ambayo mlipiga na wale wa president muwalipe. Mnajua franga za kulipa wa president, balipe. Mnalipa inchi na zingine franga zinaenda kwa familia yake. Juu kwamba president alikuwa wa inchi, tena iko na familia yake. Na franga zingine zende mfamilia yake. Unajua mabilioni ngapi mnaweza kulipa za dola? Mm, bonsoir, bonsoir papa Rajabu, muko bien? Ah, mimi uh, niko Abraham Chance. Niko moto wa Kabare, Kavumo par Katana isa mon adresse. Papa Rajabu, nimesikia information yote, na surtout ma information zoto natupatiaka vraiment sont de tres bonnes informations puisque au moins vous wewe uko un vrai journaliste uko un vrai journaliste puisque bitu yenye unatupashaka unavifanyiziaka kwanza uchunguzi. Ni kushukuru sana, ni shukuru Baraka TV, ni shukuru hii shene yetu, vraiment ni shene yenye tunafuatiliaka tangu mwanzo mbaka mwisho wa mainformasio s so, tunafuataka informasio ya 6h du matin, tunafuata informasio ya 12h ya 15h

Kwa leo banaanza jivika ngozi ya kondolo or ndani mwao ni, ni nyoka za sumu, na kama leo inchi ko napitia matatizo ni kwa sababu ya ile senko na ba swandi za ba pretre, bali ni bafanya biashara, bale balikia tafuta franka mkongo, bali haba kukia leta amani mukongo. Je regret boku zile mapapote zile mama. Ba, bali bato benye banenda kafanya banaenda kwa ba pretre son de vrais congolais de vrais patriotes de leur pays mais nakutanisha vraiment habana souci, Papa Rajab. Bale batu kusema batayenda zungumuza ni kwa sababu balisha kutanisha gisi kisegeti gisi, balikake banamwazi hayiko njo gisi hiko na kwenye bitu biko binayenda M23 iko na, na elekea kushit bato bananza ona ilfo banze ba tengeneza eh bajenge ka musingi makusudi kesho vita inaisha nao bapate ka eh bapate ka mwa eh bapate hata ka parole baoneshane gisi wo na sie wakati fulani tulifanyaka hivi tukaongea hivi voila voici mibale bato musiba amini na tunaomba President Tshisekedi asiamini, wale watu ni mashetani, ni maadui.

haiko kazi yao bali ni mashetani, ndugu yangu, musibaamini hata kamwe, musibamini ha. Ninashukuru sana bandugu yetu bazalendo bazalendo benzangu, mimi mwenyewe niko nashuhudia pa, niko mzalendo wa damu haiko akubembeleza pana, niko mzalendo wa damu, tuishapigana tuishafanya kila kitu, na mpaka leo tunashitahidi. Ninashukuru sana Mungu sababu Mungu Haya achilia na tire ya Kongo Mungu angali rekonesa se ukongo unuzavo. Uh, le kretien batu venye banaamini sana pasi pukuona. Na namina amini gisi kila kitu kitaishi. Kagame na Kabila na kornee nanga kote ni ma ni wa binadamu na mwisho yao iko karibu. Hey, Baba Rajabu Akili Kabonga ya wangu tumekuwa masiku tu atujadiliane, ila mambo yote. Tunamshukuru Mungu na tupo wazima, na tunaendelea kuombea majeshi yetu. Papa Akili Kabonga Rajabu, ile mambo ya senko, ile mambo ya senko natoka kufata kwa information ya 15h mambo ya senko papa Rajabu, ni ni ujinga wale wanaenda kule Angola, ni ujinga wao na ni wapumbafu na ni waka... na... nasema je, bwana Rajabu unajua, kama, bale ba kongole bale baswadi za kongole bale benye kani ba bazea makoti na bazia makanzu bale ni bantu ya Kagame, bale ni bantu ya Kagame, shakata milomo, sababu habazale habana susi ya mtoto habana na wa, habana na mafamilia, baatukka ni maibwe Patokea ni majiwe njo wafanye kile wanapenda kufanya kujionesha, ke boe sasa bien bafatilie yalalu mpesa tubaoneshe kama Kongo inenda kuwa debu, bale bote distraction tu tuile papa Rajabu, akuna kitu batafanya, hakuna kitu chirombo ya akankamane na mahibu zetu akankamane na Satan 1 Satan 2 Satan 3 sata, bagombole mbele mkini yetu bachiri madistrasia bakwenda kule baopoza, hakuna kitu ba kusaidia, hakuna hakuna kitu kusaidia nchi. Bale bote ni bantu banastahili ni kwenda mboloko kutumikia boloko na kutumikia boloko bwa maisha yabo hadi kufa. Hakuna kitu batakosee bantu, hakuna kitu batasema kia maana, hakuna

Tukutana e, tukutanane majira ya saa kumi na moja na nusu asubuhi kupitia Amka na Baraka One TV. Bye bye.